Nendeni mkadumishe umoja ambao viongozi waliokuwepo walihudumisha, ndio maana leo mko wengi, umo kama asingedumisha umoja msingekuwa umo, lakini mmejazana kwa sababu aliwajenga mkawa kitu kimoja, ndio maana mko hapo. Kadumisheni umoja ambao wenzenu waliuacha, ili sana nyinyi muendeleze judo mpate kuwa kitu kimoja. Kawekeni uwazi kwenye uongozi wenu, hakikisheni kila mmoja anatenda haki na uwazi kwa kila mmoja. Sikeni baraza la michezo muda wote, tutawasikiliza, tutawaambia nini cha kufanya. Ndugu yangu, zaidi huyu alihangaika, tunakumbuka kutafuta yale magodoro yale, ambao mna yale magodoro yale, alipata shida kweli kweli, ya tushindanaetara tunahangaika kuyatoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu as akina mambo magumu anakuja kwa baba yao, baraza tunashirikiana nao mpaka tumefika hapa. Hakikisheni inashirikisha wanawake katika kucheza mchezo huu wa judo, hilo moja, lakini la pili Swala la vijana, afisa mwazangu kasema hapa, ushirikishwaji wa vijana kuanzia ngazi ya chini katika umri mdogo na kuendelea zaidi. Tunawashukuru waliokuwa viongozi wetu wa chama cha judo Tanzania, wamekuwa wakifanya jitihada nyingi za kuendeleza huu mchezo. Kuna mahali walianza na kuna mahali wamefika, na sisi tumepokea kwanzia hapo. Tutaendeleza kukuza mchezo huu katika sehemu mbalimbali kwa kutanua, kupeleka mashuleni na sehemu nyingine mbalimbali. Mchezo wa judo, tafsiri yake ni, eh, ni, ni mahusiano, ni afya na defense za mwili. Ufanya mabadiliko kwa njia ya vitendo, mikakati yote iweze kufanyika na sio kuishia tu kupanga kupanga kama kamati tendaji, lakini utekelezaji unakuwa haupo. Tunaenda kutekeleza kila ambacho tutakuwa tumepanga na kamati tendaji ya fedha. Zitatolewa taarifa kwa wanachama, ambazo kiasi kilichotumika, kiasi kilichokusanywa, na tutahakikisha management ya fedha inafuata utaratibu kutokana na sheria na taratibu za fedha za umma.